Unaowatazama ni wanafunzi wa kidato cha tatu kutoka Kiamili Secondary School, lakini hapa wapo na diwani wao eh, ambayo tunamwona yuko mbele hapa. Kinachofanyika hapa kwa hao wanafunzi wao wameahidiwa, wakifanya vizuri katika mitihani yao watapewa zawadi, lakini zawadi hizo zitazingatia sana vigezo. Kigezo cha kwanza ni wanafunzi watakaopata 1, 2 na 3 E, mimi naitwa Simon John Komba. Uh, kwa mara ya ngapi unaitembelea shule hii hususani una, uh, una ziara ya hivi kutembelea madarasani na kutoa ahadi kama hizo? E, nahisi ni mara yangu ya tatu kwa sababu hawa wakuwepo mm. Elfu mbili na ishirini na mbili nilikuja hapa nikaahidi hivyo hivyo kwamba atakayefanya vizuri nitatoa zawadi, na nilitoa zawadi zile ambazo niliahidi, zote nilitoa. Kwa mfano niliwaambia form 4 akifanya vizuri Watapewa zawadi. Walifanya vizuri, nilifanya zawadi zote nikawapa. Ndio. Na mambo yakaenda vizuri. Idea umetoa wapi? Hayo mawazo yalikujaje kwamba ngoja nitembelee darasa, I mean, nitembelee shule ya Kiamiri alafu niende kuwapa motisha ya watakaofanya vizuri wapewe zawadi, mawazo yalitoka wapi au imekuwa kwaje mpaka ukaja na mfumo huu? Aa, kwa sababu hii ni shule yangu ya kata, nikaona tu sio busara mm na watoto wetu wanasoma hapa na wanafunzi wanafanya vizuri, na hususani sio hapa tu, hata ukienda Mbinga gezi nishatoa, ukienda sekondari boda kule nisha haidi kwamba wanafunzi mkifanya vizuri nawapa ng'ombe, na nikatoa ng'ombe mwaka jana wakala vizuri, na hapa ninacho haidi nitatekeleza, kwamba wakishafanya mtihani, wakishafungua shule siku ya Ijumaa yake nitakuja hapa. Kwa sababu ile somo la sayansi ni somo ambalo wengi wameshindwa kusoma. Lakini kwa watoto wao nieleza wanapata A B, sasa kuna zero, nimefurahi, na mimi niwape motisha ili waweze kufanya vizuri. Humu unaweza kupata madaktari, mimi nimefurahi uh, nikaona. Unawaambia nini sasa kuhusiana na kufanya vizuri ili wewe usiondoke na zawadi zako, kwa sababu wao wamesema diwani akija na mzigo wa kutosha hata toka na kitu vyote ataviacha hapa na wewe unawaambia nini sasa kufanya vizuri ili uweze kuondoka na kitu. Uhum, mimi nawaambia kwamba nitakuja na mzigo wa maana hey, ili tushindane mzigo ubaki, ndio fanyeni kile mkubaliane, ili mzigo uishie mkiwezekana uishie hapa hapa na ikiwezekana kukopa hata mwingine sehemu kufidia hmm. Ah, kwanza nilivyoingia nimekuta wamegeukiana mgongo mwingine amegeukia kwa, nikawa ona, nikawa nimeuliza. Wakasema sio uchafu, tunafanya discussion. Kwa hiyo nikaona majadiliano yao ni mazuri. Sio pote madarasa mengine nimeenda wako hivyo. Ndio kwa maana nikaona nichukue hisia hii nikae nao, kwa nini wamegeukiana, kuna shida gani? Wakasema kwamba wanafanya discussion. Kwa hiyo nikaona mambo yao ni mazuri. Na nimeenda madarasa mengine wanapata hizo zero, hapa zero hamna. Kwa hiyo nimejisikia ile darasa ni nzuri kuliko maeneo mengine. Ndio maana nimeahidi kutoa zawadi kwenye darasa hili kwa sababu wamefanya vizuri sana. Diwani kaahidi nini? Sauti haitoshi diwani. Kawaidi nini? Amesema zawadi mnapewa mwezi wangapi? ngapi wale, endapo mtafanya vizuri. Ndiyo. Uwe unai, nani si ndiyo? Ndio unaitwa Benadetta, unaizungumziaje iye habari ya kwamba leo umeambiwa kwamba watakafanya vizuri watapewa zawadi, unadisikiaje? Najisikia vizuri. Imewahi e, kutokea tangia uanze form 1 mpaka hii leo huko form 3. Sijai kuona. Diwani yule anakutizama unamwambia nini? Namwambia kwamba aendelee na moyo huyo kwa ajili ya kutoa zawadi kwa wanafunzi ambao wanafanya vizuri. Mtazamaji anakutizama anataka ajue kwamba zawadi hizo zinatolewa kwa vigezo gani mm, e, kina nani atakaofanya vizuri sana na, na, na wa watapewa zawadi? Ambao watapata division 1, division 2 yes, na 3. Kwa majina naitwa Samson Aliamwalende. Ah, uh, sis from Siliki Amili. Tumeaidiwa zawadi. Ndiyo. Kwa wale ambao wata perform vizuri, nikimaanisha kwamba watakupata division t na 3 yani A, B na C. Unatua? Ah, so, uh, hebu nikumbushe nini kinaendelea katika darasa hili mbele ya diwani yule, i kinaendelea hapa siku ya leo, mmeaidiwa nini? Tumeaidiwa kupewa zawadi kwa ambao watafaulu katika mtihani, ambao ndapata A, B na C. Naahidi kwamba tutafaulu mitihani. Tafanya vizuri. Ndio. Naitwa Evelina Antoni Gondwa. Ah, Kwanza nimefurahi amesema kwamba mm, kama una umeweza kufaulu vizuri, anaweza kutoa zawadi ambayo ni division 1, 2 na 3. Kwa mfano ikiwa zawadi ya hela anakupa laki moja wewe unaenda kuifanya nini? Nitanua mahitaji yangu mengine ya shuleni. Kama yapi? Sare za shule <laughs> madaftari Deo, na kadhalika. Kwa majina anaitwa Joseph Alphonse Nchimbi, Joseph Alphonse Nchimbi. Kama utapewa laki mbili na diwani ukafanya vizuri, matumizi yako yatakuwa nini? Ha, matumizi yangu mm, kwanza kabisa nitamshukuru diwani mm, napia, shule, na pia nitapanga bajeti zangu kuhusu vifaa vya shule na nyingine, tukae baki kwenda hatu kuhifadhi kwa mwalimu kusudi usitokea na changamoto kama kuibiwa mm, tukavurudi nyingine rudi nayo Sawa, mtazamaji wa Hekima Online TV, tuko shule ya msingi Minazi, ambayo inapatikana wilaya ya Mbinga, kata ya Kigonsera na hapa uh, tuko na Mheshimiwa diwani. Bado ni mwendelezo, tuko na Mheshimiwa diwani lakini amekuja kuwasalimia wanafunzi wa shule ya msingi. Sasa huyu ambaye unamtazama mwanafunzi ambaye amefanya vizuri sana kwenye mtihani, mtihani wa moko wilaya ambaye Eh, ameshika nafasi ya kwanza. Sasa Mheshimiwa diwani amekuja kuzungumza naye na, na kuweza kumtia moyo. Nadhani zawadi bado zinaendelea kutolewa. Eh, karibu sana diwani mm -hmm. uh huko uh, na mwanafunzi hapa na tumeona kama ambavyo yeye mwenyewe amejieleza kwamba amefanya vizuri katika mitihani yake, neno kwake labda. Eh, kwanza mimi na nilikuwa na nilikuwa namtafuta huyu mwanafunzi kwa sababu baada ya kwenye tathmini ya elimu ya kata, naamini waliwahi kuniambia huyu mwanafunzi amefaulu mm. Lakini kaona leo, ngoja niongea ni naye kama navyomwona na mimi nimeshukuru kumuona na ameniheshimisha sana kwenye kata yangu. Unajua kuongoza wanafunzi 5400 na kidogo, kwa kwanza cha kufanya huyu atapewa zawadi. Cha kwanza Nimemwambia mwalimu hapa atapewa elfu ishirini huyu mtoto sawe. Alafu namwambia wewe, sasa chakula kula hapa, chai kila siku, gharama ya kwangu ndio, hadi amalize shule hapa. Gharama zote za kwangu na ninajua, kesho kuna mtihani, na mtia moyo tena, akishinda natia zawadi nyingine tena, kama kawaida, kama kawaida yangu, lengo huyu aweze kwenda ku, vipaji maalum kwanza nikuambie ku, ni kitu kimoja hapa. Na mwalimu naye muone, mbele yangu ni mwalimu Kosho rai, ni kijana mdogo sana, umri wake ni mdogo, lakini mambo anayofanya ni makubwa. Ndio, jiulize, ameweza kutoa mwanafunzi kama, umri wake si chini ya miaka 30, kushuka. Ndio, kafanya mambo mazuri. Ndio, kwa hiyo hata mimi mwenyewe muulize, nishawahi kumpa zawadi ndio, kwa kufanya vizuri, na naendelea kutoa zawadi kwa walimu na kwa wanafunzi na nimeshamwahidi kwamba usio na wasiwasi. na hili jengo naliliona ni juhudi yake, kasimamia yeye. Katika shule hii ilikuwa mbovu sana madarasa, lakini tumeleta jengo la maana kama unavyoona mm. Usimamizi ni wa kwake no, hata shilingi 100 hajawahi kula. Ni mwalimu ambaye anapenda kunyooka sana maendeleo haya, maendeleo ni mazuri sana kwake. Kwa hiyo hata mimi namsifu na huwa nampa hongera nyingi na zawadi mara kwa mara. Ah, kwanza ninachowaambia wenyewe wananifahamisha, waambie fanyeni kazi. Mimi mtu anayefanya kazi vizuri wanapenda kumpa zawadi, na huwa namtia moyo afanye kazi ambayo imemleta hapa na, ninajua walimu ni wasikivu na nimesha ahidi nilishawaambia juzi kwenye kikao cha tathmini, tumeshaandaa zawadi. Kikao kijacho tunaenda kutoa zawadi za kutosha, na hata hivi kila mitihani nakuja hapa shule Minazi, na kama ninavyoanza na huyu mwezi wa nne tena, kisha fanya mtihani nakuja tena. Kwa hiyo namtia mwalimu moyo aendelee kupambana, hivyo niendelee kutoa zawadi mara kwa mara ili wawe na moyo. Hata mwaka jana nilikuja, waulize, mwaka jana nimetoa zawadi sana Minazi hapa. Hao wanafunzi nao, na unawaahidi, una nini katika uh, kuendeleza shule ya msingi Minazi? Mm, kwanza ninachowaahidi nimeshawaambia nawatia moyo wafanye vizuri na nimeshatoa vipaji hapa. Uh, tukielezea kwa mfano mwaka jana wanafunzi watatu wameenda Mbinga Boys, lakini mwanafunzi mmoja alienda Mbinga Girls. Lakini miaka mingine ya nyuma tu, mwaka uliopita tuliweza kutoa wanafunzi sita ambao alienda Mbinga Boys na mwanafunzi mmoja alienda Mbinga Girls, lakini mmoja alienda Iunga, na mwaka wa nyuma uliopita pia tuliweza kutoa mwanafunzi mmoja ambaye alienda Mtwalateki. Kwa hiyo shule yetu, shule ya msingi Minazi, inatoa wanafunzi kwenda vipaji maalum na nichukue tu fursa hii pia kumshukuru mheshimiwa diwani kwa sababu amekuwa bega kwa bega na shule ya msingi Minazi. Mimi naelezea kwa upande wa shule yangu, japokuwa anaenda na shule zingine, hatuachi sisi kama walimu wa shule ya msingi Minazi na wanafunzi. Amekuwa akitutembelea akitupa sapoti ya kutosha sana. Kwa hiyo huyu ni mwamba, sisi tunamwita ni mwamba, na yeye mwenyewe kama anavojiita, masifa si masifa tu bure, ila masifa yenye matendo. Uh, ziko changamoto zilizokuwepo lakini zingine zimetatuliwa kama vile uhaba wa majengo, lakini tunamshukuru sana mheshimiwa diwani pamoja na serikali kwa ujumla wake, tumeweza kupata hili jengo, lakini bado changamoto zipo. Um, changamoto zilizopo hapa, mmoja ni tuna uhaba pia wa madawati mm. Tumefanya jitihada mwaka jana, ambapo pia mheshimiwa diwani aliweza kutusaidia madawati kama matano, madawati saba, lakini bado tuna uhaba wa madawati tunahitaji yeah. Madawati. Lakini kitu kingine tuna upungufu wa wa, wa matundu ya vyoo tuna matundu ya vio sita lakini kulingana na idadi ya watoto wetu tunatamani tuwe na matundu yasiyopungua kumi na sita. Kwa hiyo tuna upungufu wa matundu ya vio, lakini pia tukijaribu kuangalia, pia nafikiri tutakuwa tumezunguka kuangalia ili shule yetu, tutakuta kwamba majengo ni machakavu. Yako, liko jengo hili nzuri lakini ya mengine ni machakavu, kiasi ambacho kama serikali ingeweza kuona na wadau mbalimbali wa elimu ingeweza kuona namna gani, wakaturekebishia mambo hapa nikaa vizuri lakini, changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo shule yetu ni kama haina nyumba za walimu. Kiasi ambacho inasababisha sasa walimu wanakuwa wanakaa mbali kwa hiyo right, kama walimu wangeweza kukaa jirani na maeneo ya shule nafikiri hii pia ingeweza kuongeza hali na nguvu na kuhakikisha kwamba shule yetu inafanya vizuri zaidi na, zaidi na zaidi. Siri ya mafanikio ya wanafunzi ambao umenitajia wengine wako Mbinga Girls, uh, na wengine maeneo mbalimbali lakini tunacho kipaji kizuri sana ambacho tunaona vizuri. Tujifunze kupitia wewe, uh, nini mnafanya labda kufanya wanafunzi waweze kufanya vizuri? Uh, kiukweli uh, siri ya mafanikio shule yetu ya Minazi kwanza kabisa ni umoja na mshikamano kati yetu sisi walimu na hawa wanafunzi, lakini pia na wazazi wenyewe, lakini pia ufundishaji ambao unafanyika hapa. Tunajitahidi kumtoa mtoto katika levo ya chini kabisa na kuhakikisha kwamba anafanya vizuri, lakini mara nyingi tunawaanzisha hawa darasa uh, kwa mfano darasa la saba, tunawaanza nao kufanya mtihani mtihani wakiwa darasa la sita na wanafanya mtihani darasa la saba na wanafanya ukitembea hapa kuna hapo, kuna wanafunzi ambao ambao wapo pia kuna wengine ambao kama wawili tumewachukua ambao mwaka huu tunapomwongelea huyu mwanafunzi wangu Teresia, leo anashika nafasi ya kwanza kiwilaya na kati ya wanafunzi ambao walifanya mitihani walikuwa ni wanafunzi 44 kama sijakosea, kama kama, lakini alikuwa mwanafunzi wa kwanza kwa kuwa na jumla ya alama 255 kwa hiyo alifanya vizuri sana, lakini yote katika yote ni katika ufundishaji walimu wao. Tuko wa pamoja bega kwa bega na walimu, wanaingia kwenye vipindi na wanafundisha, na hakuna na uchawi mwingine wanafunzi anaweza kufanya vizuri ila ni kufundisha. Na sisi tunafundisha, lakini tunafundisha muda wa vipindi vya darasani, tunafundisha muda wa ziada lakini pia siku za Jumamosi pia tunafundisha kuhakikisha kwamba shule yetu inafanya vizuri na inangara kitaaluma. Neno kwa Teresia amewaheshimisha wana minazi pamoja na kata Kigonsera. Huyu hapa Teresia, tunamwambia nini kijana wetu? Na tunafundisha wenyewe hata kwa wazazi pia. Uh, kiukweli mtu ambaye anakutakia mafanikio mema ninachokiamini uh, pia mmoja ya watu ambao wanamtakia mafanikio mtu mwingine ni walimu sisi tunatakia watoto wetu wafanye vizuri sana na tunaendelea kumwandaa kwa sababu hata kama amekuwa nafasi ya kwanza bado tuna mtihani wa taifa kwa hiyo bado tunaendelea kumwandaa na tunaamini ya kwamba huyu mtoto atafika mbali na wapo na wengine ila huyu ndiye ambaye amekuwa kinara chao First. First. Uh, unaitwa Telesia nani? Telesia Taudata Nchimbi. Mwalimu nani unampenda sana ukiwa hapa shuleni? Walimu wote nawapenda. Unawapenda walimu wote? Unawaambia nini wanafunzi wenzio, wale ambao unakuwa nao muda wote kuhusiana na kufanya vizuri kwenye mitihani? Nawashauri, washauri wakazane kusoma mm. Ipo siku na wao watashika nafasi ya kwanza. Namshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kunipa hii zawadi na namwahidi nitaendelea kukazana kusoma yeah, Kwa majina mi naitwa Simon John Komba, diwani wa kata ya Kigonsera, hususan ya halimashauri ya Mbinga, wilaya ya Mbinga. Kwanza nimeshukuru sana kwa kunitembele Ohio, kuja kunitembelea maeneo haya. Naamini mlivyokuja, hata mimi nimeweza kufarijika sana, kwa sababu ujio wenu leo umenifanya mimi nijua kwamba kwa mambo ambayo nimefanya na leo naamini mengi yataweza kuonekana, lakini hususan ni baada ya kuwashukuru nione ambapo imefanyika. Leo nakumbuka tumeenda shule ya sekondari Kiamili ambayo ni sekondari ya Katangu. Na nyinyi wenyewe mmejionea miradi ambayo tumefanya. Tumejenga pale madarasa manne. Na hii zote ni juhudi za rais wangu Mama Samia kwa heshima yake jinsi alivyotuheshimisha Kigonsera. Mama Samia kaweza kufanya vitu vingi sana ndani ya Katangu Kigonsera. Na sitaweza kuvieleza hivi yote lakini naeleza vile ambavyo leo mmeviona. Hususan ni pale Kiamili nilitoka ni ni nimeingia chini ya uongozi wa Mama Samia tumeweza kujenga shule madarasa manne mabweni tumejenga na tumeanza na bado tujamalizia. Tumejenga pale vyoo, choo kimoja, choo kingine cha pili, na vyote hivi umeshaviona pale. Na hizi zote ni juhudi za rais, chini ya mimi diwani, chini ya mbunge. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana, na hata hivyo naendelea kupigana na miradi mingine kama ulivyoona. Tumetoka hapa tumeenda shule ya msingi Juhudi ha. ambako hapo nilipo sasa hivi tuko Juhudi, shule ya msingi Juhudi, na isitoshe Mama Samia akajenga madarasa matano kajenga madarasa matano yenye thamani milioni mia moja kajenga nyumba mwalimu, ya mwalimu ambaye anaishi maiona zaidi milioni ya hamsini au sabini zimefika hizi zote ni juhudi za, mara, za rais wetu pamoja na mbunge pamoja na mimi diwani nikiwa nasimamia kwa kazi ndani ya kata hii, lakini hususan tumeenda kwenye shule msingi Minazi. Shule ile kama ulivyoona darasa limejengwa vizuri, na mmoja wapo umeona pale changamoto ambayo rais baada kujenga vizuri, umeona mtoto ambaye anaongoza kiulaya wanafunzi 1500 na, na kidogo mwanafunzi ameweza kuongoza mtihani wa mock ni Kigonsera kwenye kata ya mimi. Kwa hiyo lazima nijisifie. Na shule ile imefanya vizuri kwa ajili gani? Baada ya rais, shule ilisahaulika miaka mingi lakini baada kuingia rais mama Samia kajenga jengo zuri, naona mwenyewe umeliona. Milioni 22 imeingia pale. Jengo ambalo lijawahi kutokea na wanafunzi hawakuona jengo la kisasa kama lile. Baada ya kuona jengo lile wanafunzi wanafanya vizuri wakiamini kuwa serikali na waona. Kwa hiyo kwa shukrani na na na za rais na baada kuliona jengo hili nimeona kweli mama yule alifanya vizuri na watoto wameamua kufanya vizuri. Kwa hiyo serikali tunaamini kifanya vizuri na wananchi wanafanya vizuri. Kwa hiyo kitendo cha kufanya rais kutia hela pale. Na mimi diwani kusimamia mradi ule vizuri na mbunge naye katia pale. Imenisababishia sisi kuishi vizuri na wanafunzi kufaulu. Kwa hizi zote ni juhudi za rais wetu na hizi zote ni juhudi za diwani, juhudi za mbunge. Kwa hiyo hata mimi namshukuru sana mama yetu na rais wetu kwa juhudi ambazo amezifanya hususan na ambayo mimi nataka ni waasi wananchi wetu kwa ujumla waendelee kuiamini serikali ya Tanzania chini ya rais wangu. Naamini rais wangu hanaga ukimweleza jambo ni leo linatekelezwa. Kwa sababu ni mama ambaye kafanya vitu vingi na kama mnavyoona. E, nimeenda kwa mfano nizungumzie kwenye zawadi. Mimi wanavyosema, IK wananiita diwani masifa, sio kwamba masifa, kwa nini? Masifa wa vitendo. Na mimi namfuata rais anafanya vitendo. Na mimi ni diwani wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kina utani. Chama pinduzi kinachagua watu ambao wanafanya kazi vizuri, hususan Kiamiri nimewaambia wale wanafunzi wa form 3 a wa darasa la sayansi kwamba atakayefanya vizuri, mshindi wa kwanza nampa zawadi elfu ishirini wote wa, nimepanga zawadi kadiri wa kwanza, namba a b c. na nimefanya hivi kwa sababu gani? Sio mara ya kwanza, nishakwenda Kiamiri mwaka juzi, nikatoa zawadi kubwa sana karibu milioni. Haya, nimetoka hapo. Rafiki yangu, shule hii unaiona, nishakitoa zawadi hapa. juhudi Hususan ni muenda minazi yule mwanafunzi ambaye ya amefanya vizuri, ameongoza mtihani, mtu wa kwanza yule Teresia, nimeahidi pale, umeona kwamba nakulisha posho toka asubuhi hapo, na kunywa chai ya bili yangu hadi atakapomaliza shule, gharama yangu nimeshapigiwa hesabu pale nalipa. Nimemwambia nakulipa 30 kwa ajili ambacho umekifanya, na hiyo natekeleza. Hususan sio hapo tu, na sio hapo tu, mwaka jana 2024 nilienda pale boda Nina shule pale sekondari Boda Mbara amesoma Majaliwa, amesoma Mkapa iko pale. Na ile shule amesoma Benaya Bunge pale. Nilikawa ahadi mimi kama diwani, kaambia mimi kama diwani, mkifanya vizuri nawapa ngombe. Na ni kweli wanafunzi wakanifaulisha form six, nilichokifanya mwaka jana, kaulize, sio kwamba nafanya masifa ya uongo tu, masifa ya uongo. Nilienda kununua ngombe laki nane nikakabidhi yes, pale kwa wanafunzi. Ngombe huyu chinjeni, wanafunzi, kwa na hata mwaka huu unavyoona walimu wanafanya vizuri hawa, inapotokea sikukuu za walimu. Uliza walimu. Mimi nanuaga ng'ombe kwa hela yangu na wapelekee walimu kaji tatu wanafanya vizuri. Ili kuunga mkono kama motisha wafanye vizuri wanafunzi wa faulu. Na mimi nataka kata yangu iongoze. Kwa hiyo ndio maana natoa zawadi kwa walimu, kwa wanafunzi, ndio shughuli yangu. Ninapoingia kwenye mambo ya kulima na mimi natoa zawadi kwa kulima, kwa wanafunzi, kwa wanafunzi, walimu, walimu. Lengo kuunganisha muunganisho kati ya diwani na wanatumishi ili tuwe kitu kimoja, ndipo tutaweza kufika na mahali. Kwanza wazazi nimeshawaambia kwa juhudi za mama Samia na kutafuta hela kwa ajili ya sisi juu ya sekta elimu sekta afya na sekta miundombinu yote, hususa hata umeme, kila kitu huwa nawaambia, jamani, tusiachane na mama Samia anachokisema. Na mimi nimemwambia wazazi, tuhakikishe tunaunga mkono serikali yetu, tuwaunge mkono serikali yetu kwa ajili ya wanafunzi waweze kusoma, baadaye kwa wanaweza kuongoza nchi kama wanavyoongoza marais wetu. Rais wetu amesoma, ni daktari na sisi ndo maana tunategemea tusome shule, wanafunzi wasome ili waweze siku yake kizazi vijazo vinaweza na wenyewe vikatoa rais, mbunge, diwani na kadhalika, madaktari. Ndio maana huwa sitaki kupinga mambo ya elimu wala kupinga maendeleo ambayo rais ameyasema. Huwa naunga cheni ile ya rais ambayo inatoka juu. Mimi ni diwani, lazima niunge cheni ya mama yetu. Kwa hiyo naahidi kuwa tutafanya utekelezaji wa serikali kama ilivyo, na wazazi kwa ujumla, tuungane kwa pamoja tuweze kufikisha jambo hili vizuri, lakini bila kusahau uchaguzi wetu mwaka huu kama tulivyosema rais amepewa mitano sisi tutasema mitano. Sisi Kigonsera, kwa juhudi alizofanya rais, tumesema rais wa milele, sio mitano, ila tunaamini rais wetu mpaka 2030, ila si unasema wa milele, aendelee kuishi, hakuna shida. Sisi tuko tayari kumuunga mkono mama yetu. Kwanza niseme kitu cha kweli ambacho sikutegemea, na leo na mimi niweza kukutana na nyinyi, Hekima Online TV pana uwezekano kama ninavyoonyesha, TV live na Hekima TV wangekuwa mfano. Kwa sababu hakuna redio ambayo imeweza kuja kutuhoji sisi na tukaonekana online kidogo, kama wanavyoona leo, kwa kuibua vitu vipya na wananchi wanajionea wenyewe YouTube kiurahisi, nyinyi ni watu wa kwanza. Kwa hiyo mimi naomba nioseme kwamba msisahau kutuacha na niombe wananchi watakapoiona hiyo waanze kuifuata ile hekima, na nyinyi wenyewe mnaitwa Hekima na wana hekima kweli, na, na sisi tunawashukuru sana, na ikiwezekana sio mwanzo, bado nawahitaji. Kwa hiyo nitawaalika tena kwenye kata yangu, muendelee kuibua vitu vyangu vingi ambavyo nimeviacha ili tuendelee na taratibu zingine.